Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umma wa Kiislamu Tanzania unasikitika kumpoteza Darwesh Ali bin Musa almaarufu kama Darwesh Rocket Kuswali Nalike, amefariki dunia usiku wa kuamkia leo Januari ishirini elfu mbili na ishirini na sita akiwa na umri wa miaka tisini na saba Kifo chake kimetokea katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, alipokuwa akipatiwa matibabu. Marehemu Daruwesh Rocket alizaliwa mwaka 1928 AD katika eneo la Mumburu mkoani Mtwara huko kusini. Alijulikana sana katika jamii kwa misimamo yake ya kidini na maisha ya kiibada, huku jina la Roketi likiwa ni utani uliotokana na simulizi zilizodai kuwa hakuwa akitumia usafiri wa ndege kwenda Maka kuhiji, madai ambayo aliyokuwa akiyakana katika ujana wake. Marehemu aliwahi kuwa kulitumikia taifa kama askari polisi wa Tanganyika. Akiwa kazini mkoani Arusha, alikutana na shekh wa kisufi wa tarika al-Qadiriyya maarufu kama Darweshi Mti Mkavu mwenye asili ya Yemen, aliyefahamika kwa kueneza dini, maadili na uchamungu mwaka 1966. Katika kipindi cha uongozi wa rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Daruwesh Rocket aliamua kuacha kazi ya uaskari na kujikita kikamilifu katika masuala ya dini. Alipokea ijaza ya Tariqatul Qadiria kutoka kwa Sheikh Daruwesh Mtimkavu na baadaye kuithibitisha kwa Sheikh wake Sayyid Saleh Izzuddin wa Moshi ambako alikabidhiwa bendera ya udarweshi kwa ajili ya kueneza kazi ya dawa katika maisha yake. Marehemu Darwesh Rocket atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kueneza mafundisho ya dini ya Kiislamu na maadili mema katika jamii. Viongozi wa dini, wanafunzi wake, pia na waumini wanaendelea kutoa salamu za pole pamoja na masikitiko yao makubwa pamoja na dua zao juu ya msiba huu. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa taarifa hii fupi. Usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wataala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video so zote zinazokuja kupitia hapa KHAIRO tv. Wabillahi taufiq.